Timu ya wakongwe ya MTAFC kutoka Kenya imeendelea na mashindano ya soka nchini Afrika Kusini, japo leo wamepigwa bao moja kwa nunge na timu ya Thula Mahashe ya taifa hilo. Mamia wa mashabiki kutoka Afrika Kusini walijitokeza kushangilia michezo hiyo ya wanawake, kama wanavyotuarifu John Mwanyama. Mchezo huu wa wakongwe ni tofauti sana na kandanda ya kawaida kwani wachezaji wanapumzika mara sita kabla mchezo huo kukamilika. Kwa sababu ya umri wao, wanalazimika kupumzika na kunywa maji kabla ya kuendelea. Nimekuwa <tosti> <tosti> <tosti> ndani nikicheza, lakini mpira haikuwa mbaya na haikuwa mzuri tena. Tulijaribu tuwezavyo mpaka tu tukaingizwa goli moja yenye iliingia tu kwa bahati na sisi tulijitahidi kabisa, sio lazima tuwacheze ile dakika inatakikana, dakika tisini kama vile vijana wanacheza. Hii ya, ya, ya wamama wakongwe wanacheza dakika thelathini, lakini kuna break mara mingi hapo ya kupumzika, ya kukunywa maji. Joto jingi katika uga wa michezo wango wango wa ngoangoa Limpopo liliwatatiza, lakini walijizatiti na bado wana matumaini ya kufanya vyema kesho katika mechi ya pili. Dawace nilikuwa sapa poinge, lakini wenye walikuwa ndani walicheza vizuri. Ikaingia tuati mbaya, lakini tumepikwa moja kwa suburi. Sasa tunatarajia tukipewa nafasi ya kucheza na matimu zingine, tutajing'ang'ana. Wakongwe wa timu ya Kenya wamesema kwa vyovyote vile watafanya kila wawezalo kupata ushindi. Nimeona wako tu wamejiandaa vizuri kama sisi vilivyo na tunang'ang'ana nao, hakuna ubaya. Mimi naona ni management wetu tu ni wakubwa kama sisi, ni magranis kwa wa spirit and above, hata kutoka US, hata kutoka France, wako tu sawa, na tunaweza menyana na hawa atuokovi, kwa sababu hata si mpatu tunataka pao. Mataifa 17 ulimwenguni yanashiriki michezo hii.